Vikao ndio vinavyojenga sana. Bila kuwa na vikao huwezi ukajenga. Hata ukiwa nyumbani kwako kama wewe ni baba hukutani na mama na watoto wako huwezi ukajenga familia hiyo hata siku moja. Mimi ndugu zangu wa Tanga nasema haya na mnajua namaanisha nini. Tumeanza kuingia katika uchaguzi huu mkuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, wenyewe kwa wenyewe tumeshaanza mfarakano. Ndugu zangu niwaombe, niwaombe sana viongozi, chama cha mapinduzi, wazazi, nyinyi ndio wenye chama. Twendeni tukakae pamoja, tutafakari, tusubiri muda, muda utafika, utasema. Mungu anasema kila wakati na wakati wake. Ndugu zangu, wakati ni ukuta, tusije tukaumizana. Tabia ya binadamu, tuna mioyo ya nyama hakuna mioyo ya jiwe. Tumepewa ilani juzi. Ilani ile sio ilani ya mtu, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tunatakiwa tumtafute mtu bora wa kumkabidhi ilani yetu ya chama, sio bora mtu tu, bora, mtu bora. Kama tutaenda kumkabidhi bora mtu tu ilani yetu kuinadi Ndugu zangu, jimbo la Tanga na kata hizi tutazipoteza, tutalipoteza. Alafu tutabaki tunakimbiana. Uongozi haugombaniwi ndugu zangu, lakini sisi watu wa Tanga alipo hivyo, tunaweka maokoto mbele, tunasahau utu wetu, tunaweka pesa mbele maokoto ndiyo inayotumaliza. Pesa ilimumaliza Nabii Isa bini Maryam. Hela hii hii, hela ilimmaliza Nabii Isa bini Mariam. Jamaa anaulizwa, wanasema anamkana Maesu mara tatu, huyu simjui, unamjua? Simjui huyu. Lakini kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, wakati Nabii Isa anaenda kusulubiwa alikwenda akasimama pembeni akapiga magoti akamwambia Mungu, Eloi Eloi Eloi lama sabakani, Mungu wangu, Mungu wangu mbona wananiacha? Amen. Amen. Hakuna makosa, ndipo alipoenda kupiga anamwambia Mungu wangu mbona wananiacha. Hakuna ambaye hajui kilichotokea pale, Mwenyezi Mungu aliteremsha radi kubwa tu jamaa wote wale waliomsaliti nabii Isa bin Maryam walitolewa matumbo pale. Jamaa wakajua nabii Isa amekufa, wanaenda kwenye kaburi, malaika anawaambia hayupo hapa, Mungu amemtoa kwake. Nawaambia maneno haya, ndugu zangu wa Tanga, mtakuja kunikumbuka, manake sio kama hayapo maneno haya katika dini, manake wanasema andiko huwa halisi